Mambo vipi? Mambo vipi? Inakuwa je, e bana? Mimi leo nimekuja hapa kaniongee mambo, mambo fulani nisaidie, kama nanyi anawapata sasa. Kwa wale ambao ni wazazi na chua, naongelea kwa mfano wa familia iko Marekani alafu na watoto alafu watoto wako awaongee Kiswahili, wote wanaongea Kiingereza, wanaweza kuwa wanakisikiza <laughs> Kiswahili wambali na nini, lakini le common yaani le, nyumbani nyinyi mnapiga ngeli safi kabisa. Sasa ikifikia muda wa kubishana, muda wa kubishana pale, ikifikia muda wa kubishana pale, wao wanateleza Kiingereza. Kin cha ukweli asia zina kupanda <laughs> unajua, ukikasirika uwezi kuongea vizuri lugha ya wageni bana. Hivi sijui kama nanyisha afikia, lakini misha alikuta mara nyingi. Yani nakuaga nimechafukwa Najikuta naongea na, na, na Kiswahili tu, yani naanza kuona sieleweki, maki kutafuta neno kwa Kiingereza, kwa sababu tusi unataka kulitoa kutoka moyoni, lakini kwa Kiingereza haliji, yani hai, amna, haiwezekani. Kwanza hata aifiwi mwenyewe, amna chochote, alafu ye akiongea maneno anayapangilia. Yani unajisikia kama sasa wewe ndio mtoto, yeye mtu mzima, eh bana. Sasa hebu isaidieni nanyie, haya mambo anawakutaga sababu Sometimes hata kwenye simu yani hivi unawaambia unajua nini? Call me back. Kwa sababu unakuwa umepoteza maneno, amna yamekwisha, yamekata. Sasa hili vitu nadhani ndio maana na, na wazazi wetu zamani waliokuwa wamezaliwa vijijini wale, ukikaa mjini pale walikuwa wanatuchapa wali wali bakora. Kwa sababu wana kipigia Kiswahili cha pasta. Sasa yeye achukue lugha ya nyumbani, alete kwa Kiswahili aosha ah, maliza sentensi ya tisa. Kwa anaona cha msingi nini? Ni maguvu tu. Sasa sijui, na wewe watoto wako kiwagombeza Kiingereza, unazania kweli wanakusikiliza wanavotaka wakusikilize? Hebu niachie comment kwanza, nihakikishe kwamba kama ni kweli, na naamini na mimi najua sio kweli, utakuwa unadanganya bana. Wewe kagombana na mtoto alizaliwa Marekani kwa kidhungu tena, unakuta mtoto mwenyewe ndio tine ana yale maneno ya kwenye miziki miziki, ya na kwenye social media, aje aje aje, shazeka muhenga, wewe eh, hey. Sasa hivi yale mambo ya kijanja kijanja amba najua maneno imeisha, maneno yako yakosio kweli. Kwa hiyo bwana, nadhani sio peke yangu napatwa mgogoro, najua kuna wachache au wengi naopataga. Basi ndo ayo machache basi, kwa siku nitaka na ni nyinyi mpaka tukutane tena basi, madaijayo tutachekeshana kidogo leo.